Leo ni Jumatano ya Majivu, siku ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma katika kalenda ya kanisa Katoliki na baadhi ya madhehebu mengine ya Kikristo. Siku hii huadhimishwa kwa kuashiria mwanzo wa kipindi cha toba na maandalizi ya Pasaka, ambapo Wakristo duniani kote wanakumbuka mateso, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Siku hii ya Jumatano ya majivu, waumini hupakwa majivu yanayotengenezwa kutoka kwa matawi ya mitende yaliyotumika katika sherehe ya Jumapili ya mitende ya mwaka uliopita. Majivu haya huwekwa kwenye vichwa vya waumini kwa alama ya msalaba huku wakikumbushwa kwamba umbali ni mavumbi na kwa mavumbi utarudi. Hii ikiwa ni ishara ya toba, unyenyekevu na kukumbuka udhaifu wa kibinadamu. Jumatano ya majivu ilianza kuadhimishwa katika karne ya sita na ya saba, na siku hii hukumbusha mambo kadhaa ya kiroho kwa waumini kuelekea maandalizi ya Pasaka, ikiwemo toba na mabadiliko, kujitenga na vitu vya kidunia, na hata umuhimu wa maombi na kujitolea kwa wengine. Katika kipindi hiki, Wakristo huungana pamoja katika kipindi cha mfungo wa sala na maombi ya hali ya juu. Basi siku hii ya leo tupende kuwatakia Wakristo wote duniani kote siku njema ya majivu. Jina langu naitwa Erimas na hii ni Manara TV.